Taarifa hii ilipotoka, kila mmoja ameichukua anavyojua yeye, yaani kama ni taarifa ambayo imekuja na moja kwa moja, yani kwamba imethibitisha Simba mechi yao inaenda kuchezwa Zanzibar. Lakini kwa taarifa ambapo umetueleza ni kama ombi ambalo limekuja kwa shirikisho kupitia kwa Simba kwamba mechi hii iende Zanzibar kutokana na marekebisho ambayo anafanyika kwa Mkapa. Hem, tuweke sawasawa hapo ili tupate kuelewa vizuri. Hii taarifa hii na watu, namna ambavyo wanaichukua wana mpaka hivi sasa uh. Mimi nilivyoielewa ni kwamba shirikisho la mpira miguu wa Afrika CAF CAF imependekeza mechi ya Simba na RS Berkane ichezwe visiwani Zanzibar. Haijatoa amri, haijafunga maamuzi kwa maana ipi? Neno recommendation maana yake mapendekezo. mm -hmm. Wao wamesema strongly recommend, yani kwamba wanatoa mapendekezo za, zaidi, sawa kwa yeah. Msisitizo. mm -hmm. Kwa nini wanapendekeza? Ndo akawaambia Simba kwamba tumepokea mfululizo wa ripoti kutoka kwa mshauri wetu ambaye ni ana ufundi mm -hmm. na masuala ya miundombinu ya uwanja, hususan eneo la pitch, yeye alivyotembelea ame, Mkapa ameona kwamba kutakuwa na mazingira ya mvua mm. kwenye siku husika ya mchezo. Sasa na nyasi zilivyo pale, mvua ikitokea, kuna hofu huenda uwanja utaharibika kama ambao tuliona mm. mm. Simba wacheza na Almasi sio? mm. kwa hiyo ili hiyo hofu isiwepo, Simba fainali yao isiharibike na Berkane kwa sababu ya hali ya uwanja mm. wanapendekeza mechi iende visiwani Zanzibar. Okay. kupitia hilo pendekezo mm wanaiomba TFF kupitia Kidau wawaelekeze Simba. Wamemuomba Kidau akubali mm. kwa maana Kidau, kwa sababu wanawasiliana naye rasmi, lakini pale wanalenga Simba, ndio maana akasema please accept, tafadhali kubali, kubali. sasa kwa hiyo Kafu wametoa mapendekezo mm. ambayo mapendekezo Simba wana nafasi yana, yes. ya kutoa wanachoona kinafaa kuhusiana na mapendekezo, je, wakubali mm. au wasikubali? wasikubali. wasikubali. sasa taarifa zilizopo ni kwamba Simba wameenda mbali mm. Wamefanya ufuatiliaji kwenye mamlaka za hali ya hewa ya utabiri mm -hmm. kwamba hiyo siku hakuna dalili za mvua, kwa hiyo wanataka mechi ipigwe hapo mm -hmm. hapo kwa Mkapa, kwa sababu moja hiyo mm -hmm. sababu ya pili mshauri wa Mohamed Deutsch Magori ambaye ameandika kwenye e, Instagram yake, mm. amesema tayari wameshauza tiketi elfu kumi na mbili na zaidi mm. na ule uwanja unaweza kuchukua watu elfu kumi na tano mpaka elfu kumi na nane mi wa amani. Kwa hiyo kwa Mkapa kuna watu, kwa ake, watu elfu sitini ambao wanaweza kuingia. Kwa hiyo maana yake watawafanyaje watu ambao wanaendelea kukata tiketi mpaka kufikia siku kadhaa zijazo, mm. ukizingatia uwanja unaingiza watu wadogo.